Tunachotaka kutanabahishana hapa katika mazungumzo yetu ya sasa hivi ni siku ya kesho Alhamisi ya tarehe 5 uh, tarehe mwezi wa sita 2025 ambayo sawa na itakuwa na siku ya tarehe tisa mwezi wa Dhulhijja mwaka 1446 siku hii inaitwa yaumu Arafa kama ambavyo siku ya leo Jumatano katika sheria kwa wale wanaotekeleza ibada ya haji inazingatiwa ni yaumu tarwiyati, na siku ya kesho inaitwa yaumu Arafata, na siku itakayofuatia baada ya siku ya Arafa inaitwa yaumu nahri. Hizi siku zimepangana, hazipanguki. Hivyo sasa, hii siku ya Arafa ambayo ni siku ya kesho, insha Allahu taala, siku hii kuna sunna tumewekewa sisi ya kufunga, ni sunna anayetaka kujikurubisha zaidi kwa Allah na kupata msamaha wa madhambi yake, ni sunna kwake afunge siku hii ya Arafa kwa shart, ikiwa yeye si katika wale mahujaji waliokwenda kutekeleza ibada ya haji, yani ni mimi na wewe tuko nje ya viwanja vya haji pale. Sasa mzozo wa watu huku katika miji yetu ni kuwa siku ya Arafa ni lini? Yani katika maswali yanayochekesha katika safu za Waislamu, eti siku ya Arafa ni lini? siku ya Arafa ni lini vipi? Na wakati siku ya Arafa tayari iko wazi kabisa katika sheria. Mtume anasema sallam, alhaju arafa, haji yote ni arafa. Yani kesho mtu akikosa kesho kusimama katika viwanja vya Arafa hija yake arijojo, kama wasemavyo Waswahili. Yani hija ni arafa, na hiyo arafa ambayo ndiyo Mtume amesema alhaju arafata, hija ni arafa Arafa hiyo ndiyo hiyo hiyo mtume aliyosema siyamu ya umi arafata, kufunga siku ya Arafa. Na dalili ya hayo ni kuwa maswahaba walipata shaka siku mtume alipokuwa pale alhaju arafa, na siku ile ndiyo siku mtume kasema atakayefunga na anasamehewa madhambi ya miaka miwili. Maswahaba walipofika na mtume pale kuonesha kwamba siku ndo ile walipata shaka mtume mwenyewe kafunga au hakufunga wakampelekea maziwa mtume sallallahu alaihi wasallam akanywa, na watu vile vile wakanywa, wakajua kwamba mtume hakufunga siku ile. Kwa hiyo funga haihusiki na wale mahujaji, wao wanatakiwa wale wapate nguvu ya kuweza kupambana na tukio lile. Sasa sisi tumekaa huku tunazozana siku ya arafa ni lini, na kuna baadhi ya watu waje wawaambie watu aa, kesho Alhamis. Kesho sio siku ya arafa, kesho arafa ni tusubiri tarehe tisa yetu ifike sisi, wakati wana uhakika kwamba hiyo tarehe tisa yao mahujaji tayari washaondoka katika viwanja vya Arafa. Mwenyezi Mungu tabaraka wataala siku ya kesho, kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio atashuka katika wingu wa dunia. Inna Allaha tabaraka wataala yanzilu ashiyata arafa. Mtume asema Allah tabaraka wataala hushuka. Vipi ashuka? Ajue mwenyewe. Ashuka Allah tabaraka wa Taala jioni ya siku ya Arafa, jioni ya siku ya kesho ya Alhamisi, kuzungumza na malaika wake. Nyinyi malaika, wale waja wangu mwaona, eh towaona, wamekuja wanataka nini? Wale wanataka msamaha wako? Basi haya, nimewasamehe basi haya, nimewarehemu. Na rehma hizo na msamaha huo humpata kila mmoja insha Allahu tabaraka wa taala, kwa wale watakaokuwa pembezoni ya miji hiyo, na wao vile vile wakafunga ile funga siku ile, ndiyo maana hupata lile pelepe angalau la kusamehewa yale madhambi ya miaka miwili, kwa sababu siku ile Allah tabaraka wa taala usamee sana na uacha watu sana huru na moto. Sasa kwenye hii kesi, mara utatumiwa ma video mengi na watu, Sheikh sikiza huyu anasema hivi. Sikiza bwana, siku ya Arafa ni moja duniani. Achana na hii kauli, kuna Arafa na Nabii Ibrahim sijui, kuna Arafa na Nabii Adam sijui, hizo Arafa za kuondoka nazo sisi tuzungumzie hizo, kama zipo mia mbili hizo, hatuzungumzi hizo, tuzungumzie Arafa al-Hajj arafa ndo tuzungumzia hapa, hija ni Arafa, na pale kwenye hija Arafa pale ndo tumetakiwa kufunga pale katika mwezi dhu uta, uta, wa dhulhija. Hizo Arafa zako nyingine zote utajua nazo wewe, kana nazo pembeni, tuzungumzie hapa. Mahujaji wakiondoka kesho, wewe ukafunga kesho kutwa, baba, huna kitu, zunguka, ruka, nenda huku, nenda kule, huna kitu kwa sababu ni inadi ya makusudi katika zama zetu. Huko nyuma watu walikuwa wakifanya mambo kielimu, wakijadiliana hivi e, wakijitahidi na na na wala kukosea Mwenyezi Mungu anawasamehe na wale waliopatia, Mwenyezi Mungu anawapa ujira mara mbili e, katika zama hizi hakuna sababu, hasa wewe hujui Arafa lini. Sasa hivi ukiinua simu ukiangalia hivi, unaona watu wamesimama katika uwanja wa Arafa, na maulama walioko pale wengi wapo waliojitahidi wakakwambia, eh kwenu uko hamna Arafa, Arafa ni hapa. Yaani hakuna sababu wewe useme kwamba mimi nimekosa kufunga siku ya Arafa kwa sababu tu kuna mtu katika mtaa kwenu kakwambia wewe Arafa yetu kesho, ile Arafa yao. Nani na nani Arafa yenu? Arafa yetu wewe nani nani? Sasa asema hivi. Mashekhi hawa. Assalamu alaykum, yaqul as-sail, hal yusamu yawm Arafa hasab ar ruya fi al-balad aw ar ruya fi Makkah? Nadhani swali liko wazi kwa wale wanaofahamu lugha ya Kiarabu. Kwa wale wasiofahamu kama mimi anaulizwa shekhe funga ya siku ya Arafa tufunge kwa mujibu wa takwimu tulizo nazo katika miji yetu, au kwa mujibu wa takwimu za kuandama mwezi kwa mujibu wa Saudi Arabia ilivyo? Funga ya siku ya Arafa utafunga vipi? Arafa, Arafa iko Maka peke yake. Yaani wewe Mtanzania kama mimi, yani wewe Mkenya kama mimi, yani wewe Mburundi, yani wewe, wewe unajidanganya, una Arafa kwenu wewe na nani? Hebu jitathminini jiulizeni. Arafa na biada, wewe hizo arafa zote hizo, weka pembeni. Sasa hivi tujadili. Tujadili arafa al-Hajj arafa. Sasa hivi watu wako haji pale. Tuitafuta arafa nini? Sheikh asema arafa moja tu duniani. Arafa arafa arafa fi fi fi Nigeria au au Senegal, hakuna arafa Nigeria wala hakuna arafa Senegal wala, hakuna arafa hakuna kokote. Arafa ni moja tu. Katika hii masala ya mwezi huu wa Dhulhijja, katika ibada hili, tukio zima la haji, Waislamu wote duniani, wote duniani watafuata nyenendo, taratibu zinazoendelea hapa. Wekaa kwenu huko na tarehe zenu, fasema utakavwe na tarehe zako, utafuata hapa Tukio linaenda hapa lini? Yaumu tarwia siku fulani. Lini? Yaumu Arafa siku fulani. Lini? Yaumu nahri siku fulani. Hata kama kwenu tarehe tatu, tarehe mbili, tarehe moja, uko kwenu, mtajua na wenyewe, lakini hili tukio wewe utaangalia hapa Sayawm arafa huwa Siku ya Arafa ni siku moja ambayo itatangazwa Saudi Arabia kwamba siku ya Arafa ni tarehe ngapi, siku ya Arafa ni... na, na, na, na, na, na mwaka huu hivi tunavyozungumza ni kesho Alhamisi, ndio tangazo liko wazi kabisa, ndiyo mahujaji watasimama katika viwanja vya Arafa. usio kanaambia taarifa ah, taarifa, mimi naitoa leo tarehe nne, kesho tarehe tano, ndio siku ya Arafa. Ipate vizuri taarifa hiyo hayo la vile, siku ya Arafa ni siku ambayo Waislamu watasimama katika viwanja vya vi Arafa, hakuna hivyo la vile, tusibabaishane. so, nabii Adam alikutana na mke wake ki hawa ikaitwa Arafa, hiyo hiyo peleka huko, haihusiki hapa na sheria. Sisi tuzungumzia sheria hapa. Sheria siku ya Arafa ni siku mahujaji wanasimama katika viwanja vya vi Arafa ah. Siku siku hiyo watakayosimama mahujaji siku ambayo itafungwa. Ikiwa tumeelewana hapa, acha tumsikilize na shekhe huyu shekhe Saleh al-Fawzani, alafu tuingie katika kipengele kimoja muhimu sana Fawzani anasema hal hal fi li kulli bilad ru'yata. Shekhe, funga siku arfa ni mas'ala, tuangalie mwezi muandamo Saudia au kila mtu angalie kivyake huko Asemaje sheikh? hadha tabi bilad as-saudiyya lianaha hiya allati tushrif ala amal al-hajj. Sema hii jambo linafuatia Suudia kwa sababu, Saudia ndio peke yake yenye kusimamia masuala haya yote ya haji. Matukio yanatokea pale. Wewe nasema una arafa yako wewe, na nani ndugu yangu? Mbona unajidanganya nafsi yako? Wa tusaidi al-hujjaj. lhujaj hawa ni ikhtisasi Uh, shasema hii ni katika ikhtisas, mambo yanayohusika na miji yale. Allah tabaraka wa taala amewapa watu wale, simamieni haya masala ya ibada. Hapa lazima macho ya watu wote waislamu yaangalie pale, si kwa sababu eti Saudia waarabu, si kwa sababu Saudia wanatenda nyingi, ni kwa sababu ile ibada haifanyiki pahala pengine.